Moshi mweusi umefuka asubuhi ya leo katika dohani ya Kanisa dogo la Sistine kuashiria kuwa makadinali wa Kanisa Katoliki wameshindwa tena kumchagua Papa kuliongoza kanisa hilo baada ya duru ya pili ya upigaji kura kwa siri kutozaa matunda. Katika duru ya kwanza ya uchaguzi jana jioni, ulitoka pia moshi mweusi katika dohani ya kanisa hilo hilo kuashiria kuwa makadinali hao walishindwa kumchagua Papa kuliongoza kanisa hilo ulimwenguni, lenye waumini bilioni 1.4. Kujadiliana kuhusu mchakato mzima wa kupatikana kwa kiongozi mpya wa kanisa Katoliki na jinsi atakavyoliongoza kanisa hilo, nimemwalika askofu mstaafu Methodius Kilaini kutoka jimbo la Bukoba nchini Tanzania. Baba askofu, natumai unanisikia vizuri huko. Nakusikia vizuri... Ka... Kabogo, karibu sana katika mjadala wetu wa leo Asante. Askofu Kilaini... Tumeona tena asubuhi ya leo moshi mweusi, tutarajie kweli papa atapatikana ifikapo jioni ya leo na tusikie neno Habemus papa? Yaani mimi kwa kweli inavyodhania nadhani leo tutampata mm -hmm. Kwa sababu ukitazama katika kama ilivyofuatia mara mbili za mm. mwisho hivi tulimpata katika siku mbili, papa Benedikto ilikuwa kura ya nne Papa Francis ilikuwa kura ya tano na ukitazama katika tangu karne iliyopita na karne hii, wote hawakuzidi nani siku tatu nne. Ni mm -hmm, mara mbili tu, elfu moja na mia tisa na tatu na elfu moja mia tisa ishirini na mbili ilipofika siku tano hivyo. mm -hmm, hatutegemei kama tutakuwe nambari hivyo hivyo. Nategemea kama mambo yakienda vizuri, kabla hatujalala leo, hata wale wanaolala wamechelewa, tutakuwa na moshi mweupe. Ikishindikana sana mm, kesho kesho ambapo itakuwa ni siku ya tatu, itakuwa siku ya tatu. Sidhani na ukiona imefika siku tatu bado, jue mm, kwamba mambo yamekuwa magumu apo. Wanapumzika kugeuza jia <laughs> kuona waendeendezi. Uh, kwa kweli bila shaka, uh, haikwenda vizuri, ndio Askofu, tunafahamu kwamba kila papa anapopatikana anachagua jina lake, ambapo linakuwa la mtangulizi wake, pengine ama kuchagua jina jipya kutoka kwa mtakatifu yoyote yule, na kuna jina hilo likiwa na ujumbe maalum. Kama tunavyoelewa papa ajae, kwa mtazamo wako, unahisi anaweza akachagua jina gani? Mi nadhania huenda akachagua Francis wa pili. kama uh -huh. Atakisikia anaelekea, ki Francis, ki Francis kama tulivyoona mapapa waliotutangulia mm. kama Yohana Paulo wa Kwanza alitaka achote kwa Yohana wa ishirini na watatu achote na kwa, a, Papa Paulo akajiita Yohana Paulo wa Kwanza mm. na Yohana Paulo wa Pili akafuata nyayo hizo hizo, hizo kwa kuweza kufuatana na huyu. Kama akija, huenda akachagua Papa Francis lasi hivyo, tategemea na mwelekeo, ana mwelekeo kidogo, anataka uwe tofauti kidogo Nasio Francis anaweza kufanya kama benedicto Benedicto. mm -hmm. Alichagua Benedicto kwa sababu alikuwa na mwelekeo wa Kiulaya. Ulaya alitaka kuhamasisha Ulaya iwe mpya, na yenyewe ilikuwa imesha anza kuzorota zorota. mm hivyo -hmm. hivyo ni kitu ambacho kitategemea hali itakuwaje katika kuelekea na mwelekeo atakaokuwa nao, na inawezekana hata akachagua jina lingine kwa maana ya kwamba jina jipya kabisa ambalo halijakuwapo uh, hali hapo kabla, kama alivyotushangaza hayati Papa Francis e, kama alivyotushangaza hayati Papa Francis, kama ana mtakatifu fulani ambaye anataka kweli, huyu nataka nifuate nyayo zake, kama Francis alitaka umaskini mm -hmm. akamchagua la lakini, na mwingine akiwa na nyayo nyingine anaweza akachagua mwingine, lakini vinginevyo, unakuta kwa kawaida wanajikita kwa mapapa ambao tayari wamesepo. Unakuta majina mengine, kwa mfano Papa Yohana, mm. Ndio ilikuwa ina- inapendeka kuliko majina mengine yote, Papa Yohana, hivyo nakuta Papa Yohana wako wengi sana mpaka ishirini na watatu. Halafu unakuta na wengine kama Papa Benedikto, nalo limekuwa na nguvu kidogo mpaka mm. unakuta wa kumi na watano na Gregori nayo limekuwa na watu wengi ya kutosha, hivyo nakuta kuna majina kadhaa ambayo yalikuwa yanapendeka kwa sababu ya wale waliotangulia kwa yale wale waliotangulia wali hivyo na huyo atakayekuja kwa jina tu utaanza kuona mwelekeo wake, kwa jina tu. Tukibaki katika hilo hilo la mwelekeo, askofu Kilaini, papa ajae anapaswa kuwa wa aina gani kwa kuzingatia mazingira yaliyopo sasa uh, katika kanisa Katoliki, mtindo wake hasa wa uongozi unatakiwa uwaje? Mimi nadhani katika hali tuliyo nayo sasa ili tupate papa ambaye atatuvusha, kwa maoni yangu hmm. Kwanza awe na imani thabiti na mtetezi wa imani Katoliki wa maadili na mafundisho yake akifuata nyajo za Papa Benedikto wa kumi na watano na Papa Paulo wa, wa sita yaani kujikita sana katika kutetea imani, kwa sababu imani kidogo inateleleka na mafundisho yanaingia mengi mengi katika ulimwengu wa leo. Watu wengine wanapotosha watu wengine wanataka kuyatafsiri ku, ku tofauti, hivyo nadhani ule msimamo ule unahitajika, lakini vile vile inabidi awe na ukawaida, awe mtu wa watu mm. mtu anayejitoa mtu anayewafikiria wale ambao wako pembeni kama Papa Francis hivyo na Papa Francis huwezi kukaacha vilipofikia sasa, jinsi alivyo washika wa watu watu wakampenda, licha mm, ya kwamba utaa kale kengine, lakini hivyo na Papa Francis hauwezi kukaachia, na vile vile kareka mahusiano. Najua katika mapapa waliotangulia hawa kidogo wamelicha njia ambayo anayekuja lazima yafuate, afuate nyayo zake. Baba eh, Yohana Paulo wa pili alitupa yale mahusiano ya kwenda kwa, kwa huyu kwa huyu kwa yule kwa yule kwa yule kwa yule, akazunguka dunia nzima mm -hmm. anashika watu mikono anakaa karibu na watu, na hiyo ya, ya, ya mahusiano ili ya kusi, ya, ya, ya, ya, ya, ya kusikitikia mtu, anavuta kila mmoja, ana picha mimi ndiye nilifundisha nambo ya picha. Sasa Baba Yohana Paulo wa pili aliyekwenda kumtazama alipiga naye picha Sawa, so, baababa hmm. Askofu, tuna mengi sana ya kuzungumza, lakini pia tuna wale wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii, lakini nitamwomba kwanza lile animtona asubiri kidogo. umegusia hilo swala la makundi ndani ya kanisa. Mipango gani hasa papa anaweza kufanya ili kukuza umoja ndani ya kanisa? Eh, tunaweza tukasema kwamba itajumuisha juhudi za kuondoa migawanyiko kati ya makundi ya kihafidhina na kiliberali, na atafanikiwa kweli kuliunganisha kanisa na kuwarejesha kundini kondoo waliopotea baba? Sasa nadhani kila papa anayekuja ndio hmm. Tumaini lake ndio tumaini lake kwa sababu Papa Francis ametuletea ile, najua kila mara Mungu anatuletea mtu wa nyakati zake. uh -huh. Papa Francis ametuletea mtu, tuko mmoja, hakuna bwana, hakuna watu kuwacha nje, wote wako ndani, lakini kuna wengine hawataki wengine wawe ndani na kuna wengine wanataka wengine wawe nje hmm. na wengine wanataka wanaaanika kwamba wako nje. Sasa anayekuja lazima awe mtu atakayeweza kumaliza mfarakano ule, kwamba dini iko pale pale, lakini na watu wote. Kama alivyosema Papa Francis, hata wadhambi ni watu wa kanisa. Kanisa ni watu walio watakatifu na watu wa dhambi, lakini wakati uleule, ingawa nawakubali wa dhambi, usikubali dhambi. mm-hmm hivi ataasa kulinganisha hayo mawili kuyaweka kuya vizuri, ili kutoa ule mfarakano kati ya watu waliokuwekwa, ambao kidogo walikuwa wengine wa, wanaanza kuchanganyika changanyika na kuchanganyikiwa changanyikiwa. Anayekuja lazima malizie, alafu tukaangalie maoni ya wasikilizaji <laughs> dunia imekuwa kijiji kimoja sasa, mawasiliano ni makali sana, kila nena analolisema linazunguka katika dakika chache, limeshafika dunia nzima, ili kuleta muungano lazima na maneno unayoyasema na mafundisho unayoyatoa lazima uwe ni mwangalifu kabisa, na ujue unatoa kitu gani ambacho una uhakika nacho, kwa sababu dunia siku hizi ikienda inachanganya ina maneno inafanya nini. Kimekuwa kijiji kimoja mno, na mitandao ndio mahali pa kufundishia kuliko hata makanisani. Vyombo vya habari vimekuwa vya kufundishia kuliko hata makanisani. Hivyo hapo anakosha kuwa mtu ambaye anaweza kuwaunganisha katika kauli zake, katika mawasiliano ya yake katika yote hiyo ni muhimu sana asante. Uh, santa Scokilani, nitarudi kwako baadaye kidogo. Lile ni mtono. Bila shaka watu wanazungumzia mengi sana kuhusu mchakato wa kumpata kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani dunianigre. Yeah, wengi wanazungumza na sitaweza kusoma maoni kwa sababu unaona muda umeenda, lakini mm. wengi wanaomba huu mchakato uende vizuri wengine wanasema hata wamefikia kusema isiyo kama zile chaguzi za zi Afrika. Nakumbuka ujumbe ukiusoma hapo, lakini Grace, maswali mm. mawili kwa uh, baba askofu mm -hmm. uh, kwa nini moshi watu wanauliza kwa nini moshi mweupe na mweusi, wengine hadi wanafikia kuuliza Mungu anajibu, anaonyesha majibu yake kupitia moshi ama mweusi au mweupe. mm -hmm. lakini mwen, wengine wame, wanazungumzia hili swala la papa mweusi ama papa mweupe. kuna tofauti baba askofu, ama awe mweusi ama awe mweupe, kuna tofauti yoyote ya kiutendaji? Kwanza nianze na moshi. moshi ni jambo la historia, walikuwa najua wakati fulani kuna mapapa walikuwa hawafungiwi kwenye concrete walikuwa wanakaa huru huru, lakini katokea mwaka fulani, mwaka elfu moja mia mbili eh, sitini na nane wakakaa miaka moja na nusu, wakachagua wakawafungia. Sasa walipofungiwa kule, tutajuaje kama wamefikia mwaka au hapana? Yani wakafika mahali wakawafungia, ni ndio wakafunga na mlango kabisa, wakatia na kofuli, wakabambika na, na, na, na, na, na, na mbao. Tutajua wakatia ile ile ile, ile, ile, ile, ile, chimna ile nani ya moshi wakitoka mweupe, tunajua kwamba tumepata baba, tunawafungulia. Ukitoka mweusi, tunajua bado tunakaa humo ndani. Basi ikaendelea hivyo, na sasa kwa sababu iliingilia kama kihistoria, ikaendelea mpaka leo na tunaifurahia, tunaifurahia moshi mweupe, moshi, moshi mweusi, tunaifurahia hivyo hivyo, lakini ni jambo la kihistoria, lakini lilianza mahala fulani halafu juu ya Baba Mtakatifu, na mimi naomba tupate Mwafrika. <laughs> kuna, <laughs> kuna Mwafrika, Mwafrika. <laughs> kuna, na nashukuru kwamba katika wale wanaopigiwa ka kubwa wala kuna Waafrika kama wawili hivi wawili, mm -hmm. watatu, mm -hmm. tunafurahi. Kiutawala hakuna tofauti kwa sababu kutawala hakuna cha Marekani, hakuna cha mitaliano, hakuna cha nini. Ingawa kira, utake usitake, kila mmoja wanafigia kwako. Imeona Waitaliani wanapeleka mbele sana Waitaliani, Rais wa Ufaransa akaja kanongoneza na na kainari wakwao wakalalamika, huyo anataka na kuingilia kitu. Kila mmoja utake usitake, hiyo ni kitu cha binadamu mm -hmm, kwamba kila mmoja nauta kwake, lakini hakuna utofauti wowote ule awe, mweusi, awe, wa wa wa afya awe mzungu, papa kisha kuwa papa ni papa wa wote, na ni papa wa kanisa, hamna Kiswahili kingine. Asante Baba Askofu. Baba Askofu Kilaini, tuna mingi sana ya kuzungumza, lakini naona muda nao umetutupa mkono. Ni kushukuru tu kwa kuwa pamoja nasi katika mjadala wa leo. Bila shaka hata mimi nilikuwa nina majina matatu ya makadinali ambao naona hawa wakiwa mapapa kidogo nitatulia na nitaridhika, lakini sitayataja majina hayo <laughs> Unayo ni nayo kidogo kama matatu manne. Eh, unataka kuyataja? Lakini basi tu. Uh, kama nawe unataka kuacha iwe siri yako kama makadinali wanavyoendelea na siri yao uh, wanaweza kuendelea na mimi na ukitaka naweza kuyataja, mimi sina shida kwa sababu siko ndani mle kifungu na siri yao ile. Kwa kifupi, kwa kifupi, kwa kifu, kifu, tu tutajie kwa mfano kuna Kardinali Tagre, wanamtaja sana nami, nimekutana naye, na mimi huyo ni mmoja kwa... wa kwangu wa piliampenda wa pili ni Turkson Mwafrika mwaka maji walimtaja Wanam... mm -hmm. Mwafrika, nawaliwamtaja na watatu ni Fridolin Ambongo wa Kinshasa. Hivyo lazima nime... niegemee Kilaini, umebaki tu kwa waafrika huko kasoro tu Tagle. Haya, baba askofu, nikutakie baba. Eh, kuna wa mwisho wanne, wanne ni yule muitaliani yule ambaye ni ndiye ndiye wa mambo ya nje <laughs> Parolini eh, <laughs> Parolini. <laughs> Parolini. huyo hey. na mimi ni naye <laughs> <Yeah>, pia wako wangu tunafanya kazi nzuri sana <laughs> <laughs> baba askofu, nakushukuru sana, ningetamani <laughs> tuendelee na mjadala, lakini muda hatuna nikushukuru sana <laughs> you, na kutakia mchana mwema kutoka huko Bukoba, Tanzania na kushukuru sana ndugu dada Kabogo kwa kazi nzuri unayoifanya, na tuendelee kuwaombea ili tumpate Papa mzuri atakayetupeleka katika awamu ijayo. Amina, nashukuru, asante sana.